Tumekuwa na tatizo hapa ndani tangu ugatuzi ama tangu huru patikane. Na tatizo la kwanza ni maji, la pili ni moto, na naona kweli siku ya leo Mungu ameshusha baraka zake. Asanteni mama gavana, tunakushukuru kwa huu mradi ambao siku ya leo basi umekuja kufungua. Ni shukurani kubwa sana tunakurudishia. Tuko hapa kuanza kuanzishia rasmi mradi ule wa maji, ambao laini moja itakuwa inaenda Mwamdudu, laini moja itakuwa inaenda Birikani, Mabirikani, si hivyo? Kwa hivyo leo tumeanzishia. Nilipokuja hapa, mlilia sana mambo ya maji, ndiyo masiku mlilia ya kuwa mama, tunataka maji yafiki. Leo nimekuja kutimiza ile ahadi ya kuwaletea maji watu wa Mwamdudu kwa hivyo kuna laini hiyo ya kwenda Mwa mdudu na hiyo kuna laini ya kwenda Mabirikani. Vile vile katika hizo sehemu mbili zote tutakuwa tunaweka water points ambazo kutakuwa na hiyo sehemu ya kwanza na hiyo sehemu ya pili, na vile vile katika hizo water points zote, kila water point itakuwa na tangi la lita elfu kumi. Si hapo? <coughs> ni sawa. Tunatarajia ndani ya miezi mitatu ama chini ya miezi mitatu maji safi na salama yeah. Nataka ni kushukuru sana Gavana kwa huu mradi wa maji. Ikiwa kuna maswala mazito ambayo umeyavulia kofia, ambayo umeyachangamkia, ambayo umeyashtukia, ni maswala ya maji. Unajua kuna siasa nyingi sana za maji, kwa sababu ni ukweli ya kwamba tuko na changamoto nyingi lakini swala la maji ni la kupigia siasa kweli? Swala la maji ni la kupigia siasa, swala la maji linastahili kufanywa kazi, na leo hii tumekuja hapa kwa sababu ya mradi wa Mwamdudu wa maji. Tena najua kuna miradi mingine ambayo gavana leo anakwenda kufungua, na mambo ya maji tumeyachanga